Ndoa, mtazamaji wa TV Tumaini, karibu kukaribisha katika kituo chetu hiki cha Hija cha Masista wa Shirika la Mtakatifu Jema Galgani. Kituo hiki kipo nyumba asili hapa Kondoa. Ninaye mama mkubwa wa nyumba hii, naomba tupe historia ya kituo hiki cha Hija cha hapa Kondoa. Karibu mama mkubwa. Majina naitwa Sister Adventina Elizabeth, ni sista mkubwa wa nyumba ya malezi, nafanya utume hapa hapa. Tulipo ni Gethsemane, kituo cha hija ambako ilijengwa mwaka 2021 ikiwa ni kumbukumbu -kumbu ya Jubilee ya miaka 75 toka shirika ianzishwe. Kwa hapa tunakaribisha waumini wa Katoliki wa Kristo wanakuja kuabudu, kusali na pia, kwa upande wa jimbo la Kondoa wanamoyo wa mtakatifu wa Yesu pamoja na utawa watatu wa mtakatifu Je magari gani wanafanya hija yao kila Ijumaa ya kwanza ya mwezi kwa miezi yote, kwa hapa Kondoa. Na tunazidi kuwakaribisha waumini wote kuja kufanya hija hapa Gesemani na karibuni sana. Asante sana mama kubwa kwa maelezo yako. kwa kweli kituo kinavutia, ni sehemu nzuri, sehemu tulivu kwa ajili ya kusali na kutafakari. Pembeni kidogo naona kama kuna altare, naonekana kama kuna altare sijajua. Sasa hii altare ni sehemu ambapo waujaji wanapokuja wanaanzia katika sala zao, na hii altare hapa inamaanisha nini, au kwa nini hii altare iko hapa? Naona kuna na vidole kama vya watu ambao wako hapa, pia kuna majina ya masista. Sasa sijajua ni kwa nini imekuwa hivyo. Karibu. Asante. Hii altare ni kumbukumbu kumbu ya masista wetu wa kwanza, walipowazimisha misa yao ya kwanza kulikuwa na mti. Badala ya kutoa ule mti, wakajenga altare kama ishara au kumbukumbu kumbu ya kushiriki masista wetu wa kwanza, shirika ilivyokuwa anaanza, na masista wetu walishatangulia mbele ya haki, lakini ni kumbu kumbukumbu kwamba ndo walianza misa ya kwanza hapa. Asante sana, sister. Kwa mahujaji ambao wanakuja kwa ajili ya kuiji hapa tofauti na hao ulioniambia wamoyo mtakatifu wa Yesu, labda wengine hao Kondoa, labda sijui kama mnapata na mahujaji wengine ambao wanatoka nje ya hapa Kondoa, ambao wanakuja kwa ajili ya kuhiji ya hapa. Na wakija ni utaratibu upi ambao wanatakiwa waweze kufanya? Asante. Sio kondoa tu, ni watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja, na wanapokuja wanatoa taarifa, basi sisi tunawakaribisha. Wanakuja kutafakari, kusali na pia kufanya matendo ya huruma katika matendo ya huruma ambayo wanayafanya, ni matendo gani ambayo wanayafanya? Na haya matendo ya huruma, mnaelekeza wapi nyinyi? Matendo ya huruma hasa tunapeleka kituo chetu cha watoto yatima pamoja na wazee. Masista wazee tunao hapa na watoto yatima. Asante sista kwa maelezo yako mazuri. Panaona kumetengenezwa vizuri sana vituo vya njia ya msalaba ambavyo, na hakika basi mahujaji wakija huwa wanapita wakiwa wanasali. Sijui kama kuna mtu ambaye yeye ni mhudumu au mhusika moja kwa moja ambaye anahudumia maujaji wanapokuja hapa au kuna utaratibu gani maujaji wakifika wanahudumiwaje? Asante. Wakishatoa taarifa maujaji kuwa wanakuja, kuna padi ambaye tunashiriki naye, ambaye ni Father Marcel, mara nyingi tunamtumia. Anapokuja, wanapokuja, tunamwalika, anakuja kuwapokea na kuanza na sala ufunguze zeni, wanaendelea na kwa maujaji wale ambao wanaotoka mbali ambao wanapenda kuja kusali na kuiji katika kituo chetu hiki cha hija hapa cha Gethsemane hapa katika nyumba asili ya masista wa shirika la Mtakatifu Jama Galgani, kuna huduma zingine za kijamii sijui kama zinapatikana hapa, kwa mfano wakitoka mbali, huduma ya chakula, huduma ya malazi. Vinapatikana katika eneo hili la hija. Ndio, malazi pia, pia na chakula anapatikana. Tuna hostel pia Mtakatifu Paulo ambako ipo hapa hapa nyumba, nyumba, Kondoa, Kondoa, nyumba ya asili kuna hostel ya wageni asante sana sister. Mpendwa mtazamaji wa Tumaini TV, kama ulivyosikia sister alivyotuelezea mama mkubwa kwamba pia kuna na huduma za malazi zinapatikana na chakula, tunakukaribisha uweze kuja kusali uweze kuja kuhiji katika kituo hiki ambapo ni nyumba asili kwa masista wa shirika letu la Mtakatifu Jema Galigani. Karibuni sana Kondoa, karibuni kwenye kituo cha hija cha Glogota ambacho kipo chini basi ya masista wa shirika la Mtakatifu Jema Galigani kwa jimbo Katoliki Kondoa na jimbo kuu Katoliki la Dodoma. Asante sana.